Jinsi ya kuunda akaunti ya ParentVue, maono ya mzazi. ParentVue maono ya mzazi na StudentVue maono ya mwanafunzi ni mifumo ya habari ya wanafunzi wa APS ambayo huwapa wazazi na wanafunzi upatikanaji salama wa taarifa za shule na wanafunzi. Maono ya mzazi ni chombo kikubwa cha kushiriki katika maisha ya shule ya mwanafunzi wako. Unaweza kutuma arifa zisizokuwepo, angalia kadi za ripoti, kusajili mwanafunzi mpya na hata kuwasiliana na mwalimu wao moja kwa moja. Video hii itaangazia jinsi ya kufungua akaunti ya Parent View maono ya mzazi. Hatua ya kwanza: fungua kivinjari chochote cha wavuti kwenye simu yako ya kompyuta au kompyuta kibao. Hatua ya pili: kwenye bare ya urele au aina ya bare ya utafutaji around. aps.edu na uingie. Hii itakupeleka kwenye ukurasa mkuu wa kuingia kwa ParentVue maono ya mzazi. Hatua ya tatu, kuunda akaunti mpya, bonyeza Create a new account Unda akaunti mpya. Sasa bonyeza create a new account, unda akaunti mpya. Hatua ya nne: jibu maswali hapa chini. Mara baada ya kujibu maswali yote, bonyeza continue, endelea. Mfumo hautakubali akaunti za rudufu za ParentVue maono ya mzazi. Hatua ya tano. Taarifa ya sera ya faradha. Inapitia taarifa ya sera ya faradha na ikiwa unakubaliana na sheria na masharti, bonyeza accept ninakubali. Hatua ya sita. Sasa unaweza kuingiza maelezo yako ya kibinafsi kuanzia jina la kwanza, kisha jina lako la mwisho, kisha barua pepe yako, thibitisha barua pepe yako na kuthibitisha wewe si robo kwa kuingiza msimbo kwenye screen. Kumbuka, tumia akaunti ya barua pepe ambayo unaweza kufikia. Utahitaji kutumia akaunti yako ya, ya barua pepe kabla ya kuingia Parent View mambo ya mzazi. Kila barua pepe inaweza kutumika mara moja tu. Ikiwa tayari umeunda akaunti ya Parent View maono ya mzazi na kuwa na matatizo ya kuingia, tafadhali angalia video yetu nyingine, jinsi ya kubadilisha yako ParentVue maono ya mzazi. Sasa bonyeza continue, endelea. Hatua ya saba: uundaji wa akaunti umekamilika. Sasa kwa kuwa umeunda akaunti yako utahitaji kupitia barua pepe yako kupata ujumbe uliozalishwa kiotomatiki kutoka kwa ParentVue maono ya mzazi mwenye jina la usajili wa ParentVue maono ya mzazi na bonyeza hapa kukamilisha. Hii itakupeleka kwenye skrini ya uumbaji wa nenosiri. Hatua ya nane: ingiza nenosiri na thibitisha nenosiri yako. Mara baada ya kumaliza, bonyeza continue, endelea. Kumbuka, tafadhali tumia nenosiri ambayo unaweza kukumbuka na hiyo haitajumulisha jina lako. Ikiwa unaweka nenosiri na skrini sawa ya uumbaji wa nenosiri inaburudisha, jaribu nenosiri mpya. Kama unasahau nenosiri lako, unaweza kuiweka mpya, lakini mchakato huu utahitaji ufikiaji wa barua pepe yako na muda wa ziada. Mara baada ya kumaliza, bonyeza save and continue, hifadhi na endelea. Hongera, kwa sasa kwenye akaunti yako ya ParentVue maono ya mzazi na inaweza kuanza usajili wa mtandaoni au unaweza kuunganisha akaunti yako kwenye wasifu wa mwanafunzi wako. Kwa habari zaidi juu ya mada hizi, tafadhali angalia video nyingine katika mfululizo huu. Ikiwa una maswali zaidi au kwa habari zaidi, enda www.aps.edu/student-parents/parent-view Dash Students view. Kwenye tovuti hii utapata miongozo muhimu ya PDF pamoja na njia zingine za kupata msaada.